Habari za leo. Katika video hii leo nitaenda kuzungumzia jinsi ya kufanya usafi wa kusafisha tires na sinki bila kutumia mashine. Ninamaanisha unasafisha kwa kutumia mikono na kwa kutumia tu brashi ya kawaida na dawa ya kuondoa uchafu kwenye masinki na tires. Tutaenda kuangalia hatua moja moja jinsi usafi unavyofanyika. Hata kama choo ni kichafu sana, hata kama tiles zina uchafu uliong'ang'ania unaenda kuondoka kwa kutumia tiles cleaner, na tiles cleaner niliyotumia na imepatikana kutoka kampuni ya Muhere Original Products. Hii ni kampuni ambayo inatengeneza bidhaa za usafi, bidhaa za urembo na bidhaa mbalimbali ambazo zina manufaa kwa familia na ambazo pia zina manufaa kwa ajili ya kupaka. Kuna bidhaa nzuri sana wanazo. Ninaenda kuonyesha hatua kwa hatua jinsi ya kufanya usafi kwa kutumia Tiles Cleaner kutoka kampuni ya Muhere Original Products. Kama nilivyosema kwenye hii hatua, tunaanza kwanza kuweka dawa kwenye sinki kama hivyo unavyoona hapo. Dawa inawekwa kwenye sinki ili iweze kulowesha na kufanya uchafu uondoke kwa haraka. Baada ya kuweka dawa, sasa hatua inayofuata ni kuanza kusafisha sinki. Unasafisha sinki tu kwa kutumia brashi ya kawaida. Unasugua sinki kama unavyoona hivyo, unaondoa uchafu wote ambao uko ndani ya cho ya sinki na ambao uko nje ya sinki. Dawa hii kama unavyoona inaondoa uchafu kwa haraka sana, wala hautumii nguvu sana kuhakikisha kwamba unasafisha. Unapokuwa unaendelea kusafisha, unakuwa ukiongeza dawa kidogo na kuendelea kusafisha, kuhakikisha kwamba uchafu wote unaondoka na sinki linakuwa safi. Kama tunavyoona sasa sinki letu linaenda kung'aa kabisa, uchafu unatoka kwa urahisi na unaondoka kabisa na sinki linakuwa ni safi, jeupe kabisa. Tumia bidhaa sahihi kwa ajili ya kusafisha sinki lako. Tumia bidhaa ambazo hazina kemikali mbaya ambayo ni hatarishi kwa wewe unayefanya usafi. Unashauriwa kwamba ni muhimu kufanya usafi wa tiles na sinki lako. Usiache tiles na sinki vikiwa vichafu sana hadi uchafu kuwa unang'ang'ania kiwango hicho. Lakini kama haupo nyumbani au umesafiri, umekuta sinki ni chafu na choo ni kichafu hivyo, inawezekana kusafisha bila kutumia mashine na ikawa safi kwa kutumia tiles cleaner ya kampuni ambayo utakuwa umepata ila the best mimi ninatumia kampuni ya Muhere Original Products. Tiles pia za ukutani chooni au bafuni zikiwa chafu, na uchafu unaoona kama huo wa njano ni rahisi pia kuzisafisha. Unaanza kwanza kwa kuweka dawa kama unavyoona hivyo, unaweka dawa dawa, maanake inasaidia ule uchafu uweze kuloana baada ya uchafu kuwa umelowana, sasa inakuwa rahisi wewe kuja kufanya usafi, lakini uchafu kama ni mgumu, hauwezi ukafanya usafi na kuweza kusafisha kwa urahisi. Uchafu unalowanishwa na kuondolewa na dawa. Hapo unaona sinki la choo ni chafu kama hivyo, tiles pia ni chafu, lakini inawezekana zikasafishwa kabisa na zikawa safi kabisa bila kutumia mashine, unaweka tu dawa na unafanya usafi wako vizuri, kama hivyo unavyoona hapo, hatua zote zinavyofanyika hapo. Usafi hufanyika kama hivyo kwa hatua. Naanza, unasafisha chini, unasugua vizuri sana, huku ukiendelea kusugua sinki, ukiendelea kusugua na tiles kwa utaratibu tu unasugua, unaendelea kusafisha, unaweka dawa pia, unazunguka pande zote kuhakikisha kwamba choo kinabaki kikiwa safi au bafu linabaki likiwa safi. Ni rahisi tu sana kama una vifaa sahihi vya kutumia, hasa dawa na brashi. Unapofanya usafi unatakiwa kuwa umejikinga, ili usiweze kuumizwa na dawa. Tailizi za ukutani pia zinahitaji kusafishwa vizuri, nasugua kama hivyo na kufanya usafi, tailizi zinabaki zinang'aa kama mnavyoona, pande zingine ambazo zimeshasafishwa tayari. Baada ya kufanya usafi, tunaweza kuona bafu choo kama hivyo kiko safi kabisa, kimeng'aa, kinavutia, hakuna uchafu tena. Uchafu wote umeondoka, kwa kufanya usafi kwa kutumia tu mikono. Hapa hatujatumia mashine kama ulivyoona, nimesafisha tu kwa kutumia dawa na brashi. Kwa hiyo inawezekana kufanya usafi, inawezekana kuishi katika mazingira ambayo ni safi, inawezekana mpangilio. Pia nimeweka vyombo vizuri baada ya kumaliza kusafisha, pamekaa safi, brashi zote nimeziwacha hapo. Mtu aliyenipa kazi ya kufanya usafi kama hivyo anafurahi na kusikia amani kuona kwamba sasa anaweza kuishi katika mazingira ambayo ni safi, mazingira ambayo ni salama. Usisite kutuambia maoni yako. Je, umeona nini na umependa nini baada ya kuona usafi wa tailizi na sinki? Kama unavyoona pia bafu ilikuwa chafu, bafu lilikuwa ni chafu sana, lakini utaenda kuona jinsi bafu lilivyokuwa safi baada ya kusafishwa. Usikubali kuoga sehemu yenye uchafu kama hivyo, kwa sababu uchafu unapokuwa mwingi kama hivyo bafuni unaweza kukuletea magonjwa. Unaweza kupata magonjwa mbalimbali, unaweza ukapata UTI na magonjwa mengine yanayosababishwa na uchafu. Hakikisha unaoga kwenye bafu ambayo ni safi. Kama tunavyoona hapa sasa ni baada ya kufanyiwa usafi, bafu ni safi kama hivyo unavyoona, kuanzia chini kwenye tiles za chini mpaka tiles za juu. Mtu kiingia kuoga bafuni kwenye bafu kama hili unakuwa unajisikia amani, unakuwa unajisikia furaha kwa sababu unakuwa upo sehemu safi, sehemu ambayo ni sahihi. Inawezekana kufanya usafi bila kutumia mashine, inawezekana kufanya usafi kwa kutumia tu mikono, na bafu, choo, tiles, sinki vyote vinakuwa safi. Kama umependa video hii, usisite kushare, usisite kulike cha muhimu kabisa pia subscribe kwenye video hii ili uweze kupata dondoo za video zangu zingine zinazofuata ninapokuwa nimetoa video nyingine. Asante kwa kutazama, karibu sana, tuonane kwenye video inayofuata. Asante.